Mheshimiwa spika nilipoingia madarakani niliona haja ya kuhakikisha tunaendelea kujenga taifa lenye maelewano na maridhiano ili tuweze kwenda pamoja katika mwelekeo wa maendeleo dhima hili ni sukuma kubuni na kutekeleza falsafa ya R4. tukiongozwa na falsafa hiyo ili tuelekeza kwenye mageuzi maridhiano ustahimilivu na kujenga upya na tuliweza kuwaletea wadau kuwaleta wadau wa kisiasa na wengineo pamoja na kufanya maamuzi na maboresho mbalimbali yaliyojumuisha na kushirikisha wadau wote. Serikali, serikali iliunda tume ya maridhiano iliyofanya kazi nzuri na ilikuja na mapendekezo ya aina mbili, yale ambayo ni ya muda mrefu kama mabadiliko ya katiba na yale ya muda mfupi ambayo yalihusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na masuala ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mapendekezo ya tume, serikali iliondoa mara moja zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa na wote, <coughs> wote tumeshuhudia vyama vikiendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru ikiwemo mikutano ya hadhara kote nchini. Vile vile baraza la vyama vya siasa limefanya mikutano sita na kutoa mawazo na ushauri uliowasilishwa serikalini kwa kufanyiwa kazi. Kufuatia mashauriano yaliyohusisha wadau wote wa kisiasa, bunge lilitunga sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi namba moja ya mwaka 2024 sheria ya uchaguzi wa rais sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba na 2 ya mwaka 2024. Sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tume huru ya taifa ya uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria uchaguzi, ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee, hatua ambayo, hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vilevile vile, utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi uh, ulifanyika